Kwanza, ngomezi ni sanaa ya ngoma. Ukiandika hivyo utakuwa umepata, utaeleza zaidi hapo. Ukiandika hivyo utakuwa umekamilisha maana ya ngomezi. Kumbuka ngomezi ni tanzu fasihi simulizi. Kwa hivyo ngomezi ni sanaa ya ngoma, ni pale ambapo uh, unatumia ile mitundo ya ngoma kuwasilisha ujumbe, na ndio maana nikakwambia huu ni utanzu wa fasihi simulizi. Pili, sifa za ngomezi. Ngoma huwa na umbo maalum. Kwa hivyo kuna ngoma aina nyingi sana, lakini hii ya, ku, ya kupitisha ujumbe inakuwa na umbo lake maalum. Pili, hupigwa na watu maalum. Si kila mtu hupiga ile ngoma. Kwa hivyo kuna wale watu ambao wamechaguliwa kupiga ngoma ili kuwasilisha ujumbe. Na ukiangalia katika jamii zetu, watu hawa wanarithisha ule ujuzi kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kila mlio wa ngoma una maana mahususi. Kila, kila mlio wa ngoma una maana yake mahususi. Kwa hivyo kuna mlio wa ngoma unaonyesha mtoto amezaliwa. Kuna mlio wa ngoma unaonyesha kuna zige ambao wanakuja, hali ya hatari inakuja. Kwa hivyo kila, kila mlio una maana yake. Ngomezi hutegemea mapigo ya ngoma yale mapigo yatatokea, au kama kuna mdundo fulani, ndio unaelewa maana yake. Kwa hivyo uwasilisha ujumbe, uwasilisha ujumbe kwa jumla. Kwa hivyo ujumbe uwe ni ule mwepesi au ule ambao ni tata, yani ule changamano ndio tata. Kwa hivyo unasema tu uwasilisha ujumbe <coughs> mifano ya ngomezi katika kizazi cha sasa, kuna mifano ya ngomezi katika kizazi cha sasa, kuna ambulansi. magari ya ambulansi ni mfano wa ngomezi katika maisha ya sasa, pia magari ya polisi magari ya polisi na uh, ya wazima moto. Ya wazima moto ukiangalia, magari yale yote yanaonyesha hali ya tarura. Abilansi inaonyesha kuna mgonjwa anahitaji matibabu anapelekwa kupata ile matibabu. Ya polisi inaonyesha kuna hali ya hatari mahali, kwa hivyo kuna ule uhitaji wa polisi kusika. Na wazima moto tunajua kuna moto sehemu fulani. Wakati mwingine si moto peke yake uh, sehemu kama marekani tuseme mtoto amepanda juu ya mti na wezi akatoka kule juu, anaita hiyo gari ya kwa sababu ni na ile ngazi inatoa mtoto huko juu, au paka. Nimeona kwenye televisheni, sio sababu nimeenda huko, sio sababu nimeenda huko, nimeona kwenye televisheni. Wewe sidanganyi, sijaenda huko, sio, nimeona. Niliona kuna maswali, kuna mtu amepanda, anataka kujiua, inakuja inakuja. Na wakati mwingine inakuja na kitu cha kuangukia ndio usipate majeraha. Kwa hivyo huo wakati wote huko kwetu ndio tunatumia tu moto ukija peke yake utumiwa kutuma ujumbe. Kutuma ujumbe, na hapo utapeana mfano tu. Utasema ni kutuma ujumbe, iwapo kuna uvamizi, watu wamevamiwa, au kuna adui, utapeana ule mfano ndio umeelezea. Kwa hivyo inatumiwa kutuma ujumbe, kuwaonya watu, na hapo utapeana mfano, unaonya watu iwapo wanyama, polisi, unajua huwa wanakuja kwenye makazi ya watu. Kwa hivyo utapeana ule mfano, waonya watu. Ni kitambulisho cha jamii. Kwa hivyo kuna ile midundo katika kila jamii, kuna midundo fulani. Huu mdundo unaonyesha kuwa mnaambiwa mje mtangamani pamoja. Kuna swala ambalo limeibuka, kuna u mdundo unasema wale ambao walikuwa wameenda kwenye vita wamerudi. Kwa hivyo inatambua kulingana ile midundo, tutaelezea hivyo. Kwa hivyo hutumiwa uh, kutangaza kuhusu watawala. Utumika kutangaza, kutangaza kuhusu watawala, iwapo pale kwenye nyumba ya watawala kumezaliwa mtoto au mta, pale kwenye utawala kuna mtu amefariki. Hata iwapo kama yule kiongozi pia amefariki, wanatumia kutangaza mambo yote pale kwenye mtawala, pale nyumbani kwake. Pia huwasilisha taarifa za utawala. Utawala ni kule kuongoza <coughs> kwa hivyo uwasilisha habari za kutawala, labda imeamuliwa, kuna mambo kadhaa ambayo mtatekeleza pale katika jamii yenu. Kwa hivyo ile mnapewa ile taarifa. Inatumika wakati wa maombolezo, wakati wa maombolezo na hapa si maombolezo. Ukipeana mfano, utasema ni maombolezo ya mtu ambaye ni nini, ni maarufu, si kila mtu. Uhifadhi utamaduni huu ni utamaduni, kwa sababu ile midundo iko katika, inatambulisha jamii fulani. Kwa hivyo ndio maana tunasema inahifadhi utamaduni. Hapo utasema inahifadhi historia na utamaduni wa jamii ambayo inahusika, utakuwa umeeleza. Ukuza ubunifu, ina ina maana kuwa inauendeleza ule ubunifu kwa sababu si kila mtu anapiga ile ngoma kuwasilisha ujumbe, ni watu mahususi. Kwa hivyo lazima wakuwe na namna fulani ambavyo wanapiga ngoma. Hata sasa hivi katika hali ya kawaida kuna watu, mimi sijui kupiga ngoma siku, wengine wanajua vizuri mm. Kwa hivyo ule ni ubunifu pia. Usaidia kuficha ujumbe, usaidia kuficha ujumbe, ndio iwapo wewe si wa hiyo jamii huwezi ukapata ule ujumbe. Iwapo wewe si wa ile jamii huwezi ukapata ule ujumbe. Na mwisho uh, sasa Hufahamisha dharura. Sasa hivi sasa hufahamisha dharura, ina maana kuwa katika kizazi cha sasa inafahamisha dharura. Labda kuna mtu amepata ajali, kwa anakimbizwa na bilansi, labda polisi wanaenda kuokoa watu ambao wamefamiwa na wale magaidi kutoka pale. Ni sanaa ya ngoma, ni sanaa ya fasihi ambayo huwasilishwa wa fasihi simulizi unahusisha zaidi na jamii za Afrika Magharibi kama vile waliimo na Naijeria, lakini pia unapatikana katika jamii zingine kama vile ya Waganda. a sifa za ngomezi: ngomezi huwa na sifa zifuatazo. Ngoma huwa na umbo maalum tofauti na ngoma za kawaida. Hupigwa na watu maalum wenye ujuzi wa hali ya juu wakati mwingine huwa ni msanii wa familia ambao huvikisho. Kila mlio wa ngoma huwasilisha neno au kauli mahususi. Ngomezi hutegemea mapigo ya ngoma maadhi miluna na mali na usaiail kusaish usehemu wa binadamu huwasilisha ujumbe mwepesi na hata ule na mabama kwa matumizi ya ngomezi.

Hii ndiyo sababu jamii mbalimbali zina methali au misemo inayoeleza fasihi. Mfano wake katika Kiswahili mimi ya mango viliala mtaa barabarani andagala kutasikia milio fulani kutoka kwa baadhi ya magari, kama vile ambulensi ya polisi au ya wazimamoto. Milio hii ina ujumbe fulani mara nyingi hutaka kupisha njia ya wanaotumia barabara kwa sababu mbalimbali. Kwa mfano, ambulensi huashiria kuna mgonjwa na mtoto anayetakiwa kupelekwa hospitaliwa badana ya maisha yake yapolele. Wazimamoto nao huashiria kuna hatari yavyo. Kwa polisi, labda wamechoka hali fulani mkabiliana na hatari na wagegeda wapishe njia kufika haraka hata mashikeni na maaeiunakolia kama mbele kengele ambayo utia ujumbe fulani. Umuhimu wa ngomezi. Utanzu huu ulikuwa na umuhimu mkubwa wakati wa jadi, hata walea ngomezi kutengeleza majukumu muhimu katika jamii. Ufuatao ni umuhimu wa ngomezi katika jamii: litumiwa kutumba kutume kuhusu ubambizi wa kitinta na waduvi Niliwaonya watu kuhusu kuwepo wanyama nyama hatari kama vile nzige. Ni kitambulisho cha jamii. Kwa mfano, kila jamii ina aina zake za ngoma na mtindo wake wa mdumu. Zilitumika kutangaza kuzaliwa au kufariki kwa mtu. Katika nyumba za watawala, zilitumiwa kuwasilisha taarifa za kimtawala na historia ya miliki na utawala. Ngomezi ilitumika kama kilio wakati wa maombolezo ya mtu maarufu. Uhifadhi taaii kesiana na kuendeleza utamaduni wa jamii husika. Kukuza ubunifu na upekee wa utanzu wa fasihi simulizi. Usaidia kuficha ujumbe usifahamike na wasio husika. Milio ya kisasa ufahamisha sauti na kanuni za